Hata kama muasisi basi hilo mimi ndio muasisi. Ni sikuwa muasisi wa ISP ah, lakini mimi nimekuwa muasisi wa ISP usually. Eh? Organi ya ya ya, ya, ya chama. Kaendelea kama kaida. Mwaka sitini na moja alivyosema kama alivyosema hizi hapo. Niko Urusi, nimekwenda for trading ya mambo ya trade union leadership. Niko Urusi. Kuenda katika sitini na mbili, delegation za vyama za hizbu na ZSP zinakwenda London, Lancaster House, mkutano wa mwanzo wa katiba. Vyama vimekwenda kule kwenda kuzungumza habari ya uhuru wa Zanzibar. Mzee Karume mwenyewe akaniletea -te telegram, niko Urusi, Moyo, wende Uingereza ukajoin delegation ya SP. Nikaondoka mimi pale, nikawaambia wakubwa zangu wa chuo, wakanipa ticket, nikaondoka Urusi, nikaenda London kwenda kujoin SP katika mkutano wa mwanzo wa katiba, official observer, official observer wa SP, ndiko mimi na marehemu Rajab Saleh Rajab Sali aliondoka Ghana, tulikuwa na ofisi zetu siku zile Ghana, alikuwa akaongoza ile ofisi, akaondoka kule, akaja London na mimi nikaondoka Urusi nikaenda London, sisi wawili ni official observer wa wasb katika mkutano wa Lancaster House wa katiba wa mwanzo kabisa. haya na aya kanadakazipo mimi kijana kwa kato mdogo na miaka labda 28 kama 27 Mzee Karume mwenyewe, kwani kulikuwa kuna vijana vijana, nyinyi nakulizeni, nyinyi kulikuwa kuna vijana kati ule okay. Sasa kwani kwa nini kama mimi wahi mimi, asiye Seif Bakari, asiye Hamid <coughs> ameri asiye ala ameri asiye nani, wahi mimi ofisi yetu ya Ghana ile alikuwa akiendesha Rajab Saleh kwa, kwa sababu ya ule uhusiano wa Nkrumah na Mzee Karume basi ikikubalika kufungua ofisi yetu ya mapambano kule kule tuendeshe mapambano vile vile zote azotwainaakae sitoshe sitini na moja ile ileile mimi kijana ASP Central Committee au ASP ikaniteua mimi kwa mgombea wa uchaguzi kwa tiketi ya SP manga pwani. Nataka mwelewe sana leo, vijana hawa wajinga, nasema jinga, hawa, nini mimi nikawa candidate wa SP jimbo la mangapwani kwenda katika Legico kwa tiketi ya SP mwaka sitini na moja Januari, baraza la kutunga sheria Legislative Legi Council. Mimi kijana mdogo miaka 28 27, why mimi? Kulikuwa kuna vijana why mimi Karu, kwa nini ali- alisema ali, ali, ali, ali, wewe Moyo utasimamia? ku wote wale walikuwa wakubwa zangu mi peke yangu kijana wai mimi, basi wote kina Sef Bakari kina Hamid Ahmed, hawa kina nani wote walikuwa kijana wai mimi. Nikashindwa kwa kura ishirini na tisa kwa safari ile mwaka ule ilikuwa uchaguzi unarejea tena, kwa kuwa hakuna chama kilichokuwa kinaweza kuunda serikali peke yake, ndio ikaundwa ile caretaker government aliosema els kwa Mzee Karume. Nao akaomba kwa kwa, kwa mawaziri na kadhalika. Iliporejea tena sikusimama mimi, akasimama hali nyao juni ile. Ndio kwa hiyo unasikia kuna june rat kwa kutokea tukafuju hapa watu wakapigana kwa uana. Sikusimama mimi tena. Eh, na shughuli hasi zote zilianzia ya, pa pigana pigana, tunaendelea mapambano, na mimi naendelea katika vyama vyangu vyaafanya -vya -vya kazi uchaguzi mwingine wa elfu moja tisa mia na sitini na tatu. Mzee Karume akanteua tena mimi yani, halmashauri kuu ya, ya ISP ikanteua tena mi kusimamia uchaguzi wai. Mimi nakuelezeni haya mwelewe, maneno mengine wanasema watu wajinga jinga hawa, mwelewe nani alikuwa hasa Hassan Nasr Moyo katika nchi mi, sikuwa, sikuwa, sikuwa, sikuwa mtumishi wa watu, sikuwa kibaraka mimi. <laughs> <laughs> <laughs> vijana hakuwepo, walikuwa vijana wengi. Mbona hakuchukuliwa na ndio hawa, hawa leo wanaosema maneno yangu mimi. Baada ya halmashauri nataka nikwambieni, si fiti leo nitakwambieni, baada ya kuteuliwa mimi kuwa nitasimamia jimbo la Kiboje Kiboje, ile uchaguzi wa sitini na tatu Kiboje na kama mnapojua chama chetu ni cha Waafrika na Washerazi, ni combination ya Washerazi na Waafrika basi baada ya halmashauri hukuamua kwamba mimi nitasimamia Kiboje. Jioni yake ya siku ile ile, jioni yake ya siku ile ile, wakatoka wazee wa Kishirazi, wazee wa Kishirazi si wa Kiafrika, wazee wa Kishirazi wakamwendea Mzee Karume nyumbani kwake pale Kisimajongo, wakamwambia, Moyo bwana asimame kule, Moyo asimame Nungwi kule kwenye mahizibu na wakati ule ilikuwa nungi asimame Athman Sharif, wakataka mimi nende nungi nikashindwe, Athman Sharif aende kiboje. Mzee Karuma akawaitikia, akaondoka. wale wanaondoka nyumbani kwake tu, Mzee Karuma ananipigia simu, njoo Hassan, nakupeni CD sisi tena <laughs> wanaondoka tu wale nyumbani kwake, baada ya kumweleza akaitikia. basi nikusikieni, basi na uamuzi umetoka asubuhi, na wale wote walikuwa katika uamuzi Anamwambia Mzee Karume anamwambia, Hassan bwana, tusimsimamishe kule, ende, ende Nungwi na Athmani ende Kiboje. Wanaondoka pale, akanipiga simu mzee, njoo nikaenda jioni, akaniambia sikiza, Hassan, wamekuja wale Washerazi wale wamekuja kuniambia kimi nikuondoshe usimsimamishe, na Kiboje wende Nungwi na Athmani aje Kiboje ni maitikia lakini, haiwezekani utasimama Kiboje, mimi siwezi kuacha wewe, kiongozi wafanyakazi, wewe bana mchezo hapa. Ananiambia hivyo mzee Karume, na kweli nikasimama, hakumdanganya nimesimama Kiboje na nimeshinda wapi mimi? Kwani kulikuwa kuna vijana pale wakati ule, tulikuwa tuna vijana umoja, vijana nimeonda mimi wa vijana, wapo wako tele, lakini kwa nini ikawa mimi? Kwa sababu mimi nilikuwa ninajua nani alifanya na kwa sababu mimi nilikuwa na kundi la wafanyakazi, wafanyakazi wa nchi. Nilikuwa nikisema wote, eh, wanajua wote. Nikisema watu wananisikia, na nikiita mkutano wa wafanyakazi, utasema mkutano wa siasa hapa nchi. Sasa wanafikiri chama cha siasa kisiogope, kikakuchukua wewe una watatu. Watu, watu, mimi nilikuwa na kundi la wafanyakazi tukiitisha mkutano pale rali yote na nani, tukiitisha mkutano ilikuwa ningeona wafanyakazi, sisi tunafanya kama kisiasa tena, na kombre ndio anaelewa. Nilikuwa na watu nyuma, wafanyakazi wakinisikiliza. Vyama vya wafanyakazi vimefanya kazi kwa sana hapa, vimepigania uhuru wa nchi hii. Sasa nitaka nitoe kidogo hayo eh, kumbukumbu hizo, kumbu nitoe mzeleo vijana kwamba hawa wanaotutukana, no, wacheni bali watutukani , lakini ukweli ndio huo, na lazima tuseme. Sasa tunakuja katika hili swala ambalo nafikiri wote mlikuwa na hamu sana kusikiliza, muungano. Wakati ule ili tunaungana, ilikuwa Afrika yote inagombania kuwa na serikali moja Afrika yote ilikuwa nagombina kuona serikali moja, na tunaendelea kupigana baadhi ya nchi nyingine tuzifanye ziyo huru. Sasa mazungumzo ya kuunda Afrika mashariki yalikuwa yanaendelea, yaka sita katikati pale na sisi tumefanya mapinduzi kashajitawala ndipo mwalimu kaja kuonana na mzee Karume. Mimi sina hakika kama kulikuwa na mazungumzo huko nyuma, sina hakika, sijui, lakini ninachokijua ni kwamba kulikuwa na urafiki kulikuwa na urafiki wakina Kambona na kina Hanga kina Moyo na kina Kawawa kina Salsadal, hawa wote kina Twala na kadhalika, lakini vile vile kulikuwa na uhusiano wa Tanu na SP wakusaidiana wakati mapambano wa wakusaidiana wakati mapambano. Huu uhusiano ulikuwa upo, kwa hiyo lile la harakati za Afrika zakuwa na serikali moja ya Afrika, harakati za za, za, za, za, za, za urafiki wa tano na SP, maelewano ya watu wa Tanganyika na watu wa Zanzibar. Hivi ni vitu ambavyo kusema kweli, vile tusukuma sisi kufanya muungano huu wa Tanganyika na, na, na Zanzibar bila kuangalia baadhi ya mambo, kwa sababu ya ule urafiki, uhusiano, uzalishaji, uzawa, tumezaliana, tunatembeleana na kadhalika. haya ni mambo katika mambo ambayo yalitufanya basi tukubali. Haya ndio mambo yaliyotusukuma, si mengine. Lakini vile vile wakati ule kama alivyosema, kulikuwa enzi, kulikuwa na cold war ya mashariki ya mashariki na, na magharibi hayo yote nayo ya mambo yamechangia ya ya watu kuwa pamoja, kukaa pamoja na sisi tukaona hatuna njia ya kukaa pamoja, ila tuungane na wenzetu. Kwa hiyo muungano umeanza, lakini umeanzaje? Taarifa nilizokuwa nazo, hiyo sikushuhudia, lakini taarifa nilizokuwa nazo mimi inasemekana kwamba tarehe kumi na nne ya mwezi wa Aprili tarehe kumi na nne ya mwezi Aprili Mzee Karume aliitwa na mwalimu kwenda Dar es Salaam na alipokwenda Dar es Salaam Mzee Karume alifatana na Salim Rashid Salim Rashid wakati huo ni katibu mkuu wetu wa mwanzo kabisa wa baraza la mapinduzi Salim Rashid yuko hapa yuhai mpaka leo na labda nirudi nyuma. Wakati wa kuundwa baraza la mapinduzi tulitunga sharia mbili kubwa sana. Moja ni sharia ya kutunga ya kutengeneza serikali ya baraza la mapinduzi serikali ya Zanzibar ya baraza serikali ya ya Zanzibar ya mapinduzi. Sharia ile ilitua saini na sote sisi watu 31 129 na wale wote wote wote saini sharia ile na jinginezo ambalo uzuri imeleta nikwambieni, kwamba baraza la mapinduzi ile composition ya baraza la mapinduzi ile composition ile ya baraza la mapinduzi ilikuwa na makundi mane. Mle mlikuwa wazee wetu kina Budi Jumbe, kina mzee, kina Karume hawa yani, na memba wa baraza la kutunga sharia. Kundi la pili wa SP wale labda alikosekana Ramsey. yes, yes, yes, Sidwa hatu kumtia, lakini wale wake wote pamoja na mimi nilikuwa mjumbe wa baraza la la kutunga sheria, nimeingia ni ndani na kundilie ile composition najali kuielezea. Mle mkawa wafanya kazi watu ka wetu wa trade union, mimi nikaingia upande moja na Mohamed Mfaume alikuwa rais wetu wa trade union, kaingia kundi la pili hilo. Umma Party Babu na hamisa Abdalameri wameingia. Mnaweza kuuliza kwa nini Babu akaingia wakati ule, ndio Umma Party wakati ule. Tulikuwa na uhusiano mzuri sana na, na SP, kwa utaratibu wake Mzee Karume, na mtu apendi pendi apendi pendi, mambo ubaguzi ubaguzi hayo, akawatumbukiza ili tuweze kuleta nguvu zetu za mapinduzi yetu <coughs> wao wakaingia nao wa.